ki wa rais wa Guinea wameonekana mitaani wakishangilia baada ya Alpha Conde kutangazwa kuwa rais wa Guinea akishinda kwa asilimia 58 ya kura. Alpha Conde kirahisi kabisa ameshinda awamu ya pili dhidi ya mpinzani wake selu Dialo aliyepata asilimia 31 ya kura ambayo ameapa kupinga matokeo hayo. Tume ya uchaguzi ya Guinea imetangaza matokeo hayo ya uchaguzi ambayo sasa inamaanisha kuwa Conde ataanza rasmi muhula wake wa pili bila kuwa na marudio ya uchaguzi huo mkuu. Kinara mkuu wa upinzani Selu Dialo alijiondoa katika uchaguzi huo Jumatano iliyopita akidai kuwa alikumbwa na udanganyifu ambaye sasa ameitisha maandamano ya amani. Wachunguzi kima wa kimataifa waliokuwepo huko wanasema kuwa kulikuwa na hitilafu hapa na pale siku ya upigaji kura, lakini haukuwa mkubwa kiasi cha kutatiza matokeo ya uchaguzi huo.